Kitabu cha kwanza cha Wamakabayo sura ya kumi na tatu na ya kumi na nne. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa Mwalimu Petro, ambapo siku ya leo nawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Wapendwa, karibuni sana, ambapo siku ya leo tutaenda kusoma kitabu cha kwanza cha Wamakabayo, ile sura ya kumi na tatu na ya kumi na nne. Karibuni sana. Andaa Biblia yako karibu, ili tusome kwa pamoja, na wewe unafuatilizia kwenye Biblia yako, na maeneo ambayo utakuwa unaona yanakugusa zaidi, basi jua mahali hapo Mungu anaongea na wewe, usipapuzie. Wapendwa, tusali, tuanze rasmi muda huu, kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu Amen. Mungu tunakushukuru kwa uaminifu wako na upendo wako unaoendelea kutuunganisha kwa ajili ya kusoma neno lako takatifu. Tunaomba Roho Mtakatifu simame na sisi hata muda huu tunapoenda kusoma kitabu hiki cha Wamakabayo. Roho Mungu, achilia upako ndani yetu, achilia mafuta, ili kila mmoja hapa, aye Bwana, aweze kujengwa kwa ile neno, aweze kutiwa uzima, na sote tuendelee kuwa imara katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu wote Tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane tuanze rasmi usomaji. Sura ya kumi na tatu. Simoni akasikia kama Trifoni alikuwa amepanga jeshi kubwa kuishambulia nchi ya Uyahudi na kuiharibu kabisa. Aliona jinsi watu walivyokuwa wakitetemeka kwa hofu akapanda kwenda Yerusalemu akakusanya watu, akawatia moyo akiwaambia, ninyi wenyewe mnajua kazi tulizozifanya kwa ajili ya sheria na patakatifu, mimi na ndugu zangu na wote wa nyumba ya baba yangu. Tena mnajua vita na shida zilizotupata. Kwa sababu hiyo, ndugu zangu wote wamekufa kwa ajili ya Israeli nami peke yangu nimesalia. Basi isiwe kwangu kutaka kujiokoa nafsi yangu wakati wa taabu, maana mimi si bora kuliko ndugu zangu. za hakika nitatoa kisasi kwa ajili ya taifa langu na patakatifu na wake zetu na watoto wetu, kwa kuwa mataifa yote yamekusanyika kwa uadui ili kutuharibu. Mara watu walipoyasikia maneno hayo, roho zao zilifufuka. Wakaitika kwa sauti kubwa wakisema, wewe ukiongozi wetu mahali pa Yuda na Yonathani ndugu zako, piga vita vyetu, na lolote utakalotuamuru tutalifanya. Akawacha, akawachanga watu wote wa vita akafanya haraka kuzimalizia kuta za Yerusalemu na kuzungusha maboma. Kamtuma Yonathani bin Absalom pamoja na jeshi kubwa kidogo aende Yafa, naye ae aliwafukuza waliokuwako akaikata, akaikalia. Trifoni akaondoka Tolemaisi na jeshi kubwa kuingia Uyahudi, na Yonathani alikuwa pamoja naye mfungwa. Simoni akapiga kambi adidadi kuelekea uwanda. Trifoni aliposikia ya kuwa Simoni ameinuka mahali pa ndugu ya Yonathani, tena yu tayari kwa vita, alituma wajumbe kwake kusema: Tumemshika ndugu yako Yonathani kwa sababu ya fedha anayodaiwa na hazina ya mfalme kwa ajili ya zile kazi tulizopewa. Basi, leta talanta mia za fedha na wanawake wawili wawe wadhamini, yaani kumdhamini asitufanyie matata atakapofunguliwa. Nasi tutamweka huru. Simoni alijua ya kuwa wanasema kwa hila, lakini alipeleka ile fedha na wale watoto, isiwe labda watu watamchukia na kusema hakumpelekea fedha na watoto, ndio sababu ameuawa. Basi aliwapeleka wale watoto na zile talanta mia, lakini Trifoni alidanganya wala kumfungua Yonathani. Baada ya hayo Trifoni alikuja kuishambulia kush... nchi na kuiharibu. Kizunguka kwa njia ya Dora, Simoni na jeshi lake walifuatana naye kila mahali, wakiambatana naye kando kando. Askari za mgomeni walipeleka wajumbe kwa Trifoni wakimhimidi aje kwao kwa njia ya nyika na kuwaletea chakula. Trifoni aliweka tayari wapanda farasi wake wote kuwaendea, lakini usiku ule kulianguka theluji nyingi sana, kwa hiyo hakuweza kwenda. Basi aliondoka akaenda Gileadi. Alipokaribia Baskama alimua Yonathani akamzika pale. Kisha akageuka akairejea nchi yake. Simoni akapeleka kuitoa mifupa ya nduguye. Yonathani akamzika Modini, mji wa baba yake. Ikawa kilio kikuu katika Israeli yote, kamwombolezea siku nyingi. Simoni akajenga kaburi la baba yake na ndugu zake kwa jiwe lililosuguliwa vizuri nyuma na mbele. Kiliinua juu sana alipate kuonekana. Kasimamisha machungu saba ya mawe kwa mfululizo, kuwa ukumbusho wa baba yake na mama yake na ndugu zake wanne akafanya mitambo ya kusimamisha nguzo kubwa kuyazunguka, na juu ya nguzo alitia silaha za kila namna kuwa ukumbusho wa daima, na kando ya silaha alichora merikebu za kuonekana na wote wasafirio baharini. Kaburi hili lililojenga, alilojenga Modini, lipo hata sasa. Trifoni akamfanyia hila yule kijana mfalme Antioko akamua, akajifanya mfalme mahali pake. Kaivaa taji ya Asia ikiwa baa kubwa kwa nchi. Simoni akazijenga ngome za Uyahudi na kuzizungusha minara mirefu na kuta kubwa na malango na mapingo, akaweka akiba ya chakula ngomeni. Simoni akachagua watu akawapeleka kwa mfalme Dimitrio kuomba nchi achiliwe, maana kazi ya Trifoni ilikuwa kuteka nyara tu. Mfalme Dimitrio kamrudishia jibu kwa maneno haya, kimwandikia hivi: mfalme Dimitrio kwa kuhani mkuu Simoni, rafiki wa wafalme na kwa wazee na taifa la Wayahudi, salamu. Tumepokea taji ya dhahabu mliotuletea na tawi la mitende, nasi tu tayari kufanya amani na daima, ya daima nani na kuandikia watumishi wetu wawaachilieni mambo yote tuliyothibitishia yamethibitika Ngome mlizozijenga ziwe zenu. Na kwa habari za ukosefu wowote na makosa yoyote mlioyafanya, twayasamee pamoja na yale malipo ya mfalme mliodaiwa nasi. Na kama ikiwapo kodi nyingine itozwa Yerusalemu, isitozwe tena. Wakiwapo watu kwenu wanaostahili kuandikwa katika wafuasi wetu na waandikwe basi. Katika mwaka mia na sabini, nira ya mataifa iliondolewa katika Israeli, watu wakaanza kuandika katika taarifa zao katika mwaka wa kwanza wa Simoni kuhani mkuu maarufu jemedari na kiongozi wa Israeli. Siku zile alipiga kambi Gazara, akapanda jeshi lake kuizunguka kaunda mtambo wa kuhusuria, kausogeza karibu na mji, kapiga mnara kautwaa. Askari waliokuwamo katika ule mtambo wakaruka wakaingia katika mji, wakawa ghasia kubwa mjini wenyeji na wake zao na watoto wao wakapanda juu ya ukuta, wakalia kwa sauti kuu, wakimwomba Simoni apeane yamini yao. Wakasema: ususten, usitutende kwa kadiri ya ubaya wetu, ila kwa kadiri ya rehema zako. Basi Simoni alipopatanishwa nao Na miungu akaingia mjini kwa nyimbo na shukurani, akautoa uchafu wote katika miji. Akaweka humo watu wenye kuishika sheria, kaufanya imara kuliko ilivyokuwa mwanzo, akajijengea nyumba yake huko nyuma. Watu katika ngome ngome ya Yerusalemu walizuiwa wasitoke kwenda katika nchi kununua na kuuza. Chakula kilikuwa shida na wengi wao walikufa kwa njaa. Wakamlilia Simoni awape ya yamini, akawapa, akawatoa humo, akaitakasa ngome na unajisi wake. Akaingia siku ya ishirini na tatu ya mwezi wa pili mwaka mia sabini na moja kwa shukrani na kwa matawi ya mitende na vinubi na matari na zeze na kwa zaburi na nyimbo. Na sababu adui mkubwa ameondolewa katika Israeli, kaagiza siku hiyo iadhimishwe kwa furaha kila mwaka mlima wa hekalu kando ya ya ng'ombe ya ng'ombe ulioimarishwa zaidi akakaa pale pamoja na watu wake. Simoni aliona ya kuwa mwanawe Yohana yu mtu hodari, akamfanya jemedari kwa jeshi lake lote, akakaa Gazara. Sura ya kumi na nne. Katika mwaka mia sabini na mbili mfalme Dimitrio alikusanya majeshi yake akaenda Umedi kujipatia msaada, ili apigane na Trifoni. Arsake mfalme wa Jemi na Umedi aliposikia kwamba Dimitrio ameingia mipakani mwake, alituma amiri mmoja amkamate mzima akaenda akalipiga jeshi la Dimitrio, kamkamata akamleta kwa Arsake, naye akamtia kifungoni. Nchi ya Yuda ikakaa kwa amani siku zote za Simoni. Alilitafutia taifa mema, hata utawala wake na sifa yake iliwafurahisha siku zao zote. Jambo moja lililompatia sifa kubwa ilikuwa kuitwa Yafa iwe bandari na kuifanya kuwa mahali pa kuviingilia vi, visiwa vya baharini. Alipanua mipaka ya taifa lake na kuitawala nchi. Alikusanya mateka mengi akamiliki Gazara, Bethsura na Ngomeni akaitakasa ngome katika unajisi wake, wala hakuna mtu wa kumpiga. Walilima ardhi kwa amani, nchi ikatoa mazao yake, na miti ya mabondeni matunda yake. Wazee waliketi njiani, wakizungumza mambo mema ya kale, na vijana walijivika mavazi matukufu ya vita. Aliipatia miji chakula na kutoa kwa wingi silaha za vita. Sifa zake zilivuma hata miisho ya ulimwengu. Alifanya amani katika nchi, Israeli ikafurahi sana. Kila mtu alikaa nchi ya mzabibu wake na mtini wake, wala hakuna wa kuwaogofya. Hakuna aliyebaki katika nchi kupigana nao. Siku zile wafalme waliharibiwa. Alitia nguvu walioonewa katika watu wake. Alichu, alichungua sheria akawaondoa waasi na waovu. Akali, akalipatukuza patakatifu akaviongeza vyombo vya hekalu. Habari za kufa kwake Onasani zilipofika Rumi na hata Sparta walisikitika sana. Na mara waliposikia ya kuwa nduguye Simoni amekuwa kuhani mkuu mahali pake alitawala nchi na miji yake walimwandikia juu ya vibao vya shaba kuyafanya tena yale mapatano ya urafiki ambayo walikuwa wameyathibitisha Yuda na Yonathani ndugu zake. Wakasomwa mbele ya mkutano Yerusalemu. Hii ndiyo nakili ya barua walioileta wa Sparta wakatawala watawala wa Sparta na miji kwa kuhani mkuu Simoni, na kwa wazee na makuhani wa Wayahudi wengine ndugu zetu, salamu. Wajumbe mliowatuma kwa watu wetu walituarifu habari za habari za sifa yenu na utukufu wenu, nasi tulikufurahia kuja kwako. Tumeandika maneno hayo katika taarifa za miji kama hivi: Nomenio bin Antioko na Antipateli bin Yasoni, wajumbe wa Wayahudi, wamekuja kwetu ili kufanya tena mapatano ya urafiki nasi. Ikiwapendeza watu kuwakaribisha watu hawa kwa heshima na kutia nakili ya maneno yao katika taarifa za mji, ili Wasparta wawe na kumbukumbu kumbu. Wakaandika nakili ya maneno hayo na Simoni kuhani mkuu. Baada ya hayo Simoni alipeleka Numenio aende Rumi na ngao kubwa ya dhahabu ya uzani wa ratili elfu ili kuthibitisha ushirika wao. Watu walipoyasikia haya walisema, tawezaje kumshukuru Simoni na wanawe? Yeye na ndugu zake na nyumba ya baba yake wametenda kwa ushujaa, walitufukuzia mbali adui za Israeli, wakaipatia Israeli uhuru kaandika juu ya vibao vya shaba wakaviweka katika nguzo juu ya mlima Sayuni. Hii ndiyo nakili ya maandishi: siku ya kumi na nane ya Eluhi mwaka mia sabini na mbili ndio mwaka wa tatu wa Simoni kuhani mkuu, jemedari wa Israeli, katika mkutano mkuu wa makuhani wa watu na wakuu wa taifa na wazee wa nchi. Shauri hili lilikatwa mara nyingi wakati wa vita katika nchi. Simoni mwana wa Matathia waokoa Yoaribu na nduguze walijitahadharisha nafsi zao, wakawa, wakawapinga adui za taifa lao e ili patakatifu na sheria isidhuriwe, wakalitunza taifa lao kwa utukufu mwingi. Yonathani aliliunganisha taifa kwa umoja, akawa kuhani mkuu wao, akakusanywa kwa watu wake. Adui zao walipokusan... walipokusudia walipo kuingia katika nchi ili kuyaribu kabisa, wakainyosha mikono yao juu ya patakatifu. Simoni akaondoka kalipigania taifa lake, alitumia mali yake nyingi katika kuwapatia silaha watu hodari wa taifa lake na kuwapa ijara yao. Kainamisha miji ya Uyahudi na Bethsura mipakani mwa Uyahudi silaha za adui zilipowekwa akiba zamani, akaweka kikosi cha Wayahudi kuilinda. Kaimarisha Yafa iliyopo pwani na Gazara katika mipaka ya Ashdodi, alipokaa adui zamani, akaweka Wayahudi huko pamoja na vifaa vyote walivyovihitaji. Watu walipouona uaminifu wa Simoni na utukufu aliolitafutia taifa lake, walimfanya kiongozi wao na kuhani mkuu, kwa sababu ya hayo yote aliyoyafanya, na kwa haki na uaminifu aliokuwa nao daima kwa taifa lake, na kwa sababu alijitahidi kwa kila njia kuwakuza watu wake. Katika siku zake mambo yaliyofanikiwa mikononi mwake, na mataifa yaliondolewa katika nchi yao, nao pia waliondolewa waliokuwamo katika mji wa Daudi Yerusalemu, ambao walikuwa wamejifanyia ngome na kutoka humo kila mara kuitia unajisi mipaka ya patakatifu na kuharibu usafi wake. Akawakalisha Wayahudi ndani yake, kaimarisha kwa ajili ya usalama wa nchi na mji, akaongeza urefu wa kuta za Yerusalemu. Kwa sababu ya mambo hayo, mfalme Demetrio alimthibitisha katika cheo chake cha ukuhani mkuu, akamfanya mmoja wa rafiki zake, akamfanyia heshima nyingi kwa sababu walisikia kwamba Wayahudi wametajwa na Warumi kuwa rafiki na washirika na ndugu. Hata wajumbe wa Simoni walipokewa na heshima kuu. Kwa hiyo Wayahudi na makuani waliona vema Simoni awe kiongozi wao na kuhani mkuu daima mpaka nabii wa kweli atokee, tena awe jemedari wa kuagiza kazi zao, awe juu ya nchi na juu ya silaha na juu ya ngome. Iwe kazi yake kupatunza patakatifu, na wote wamtii, na taarifa zote za nchi ziandikwe kwa jina lake, naye avikwe urujiwani na kuvaa dhahabu wala isiwe halali mtu yoyote miongoni mwa watu au miongoni mwa makuhani adharau jambo lolote katika hayo, wala kukaidi amri yake yoyote, wala kufanya mkutano pasipo idhini yake, wala kuvaa urujuani au kujifungia bizimu ya dhahabu na yote atakayokaidi mambo hayo auku ya dharau atakuwa na hatia. Watu wote waliona vema Simoni aamriwe mambo hayo. Simoni akaitikia akakubali kuishika huduma ya ukuhani mkuu, kuwa jemedari na mtawala kwa Wayahudi na wamakuhani na kuyasimamia yote wakaamuru hayo yaandikwe juu ya vibao vya shaba na kuwekwa katika, katika ua wa patakatifu mahali pa kuonekana na watu wote. Tena nakili zake zitiwe katika chumba cha hazina, ili Simoni na wanawe wawe nazo.